Kata kutuonyesha watoto hakuna? watoto Yes, hakuna nulisema wakuna. Vizuri watoto wako huku sulisema mm. Watoto wako huku. Na hivyo ndio tumekuja tukijua tunakuja kutafuta watoto, ilikuwa kuja unizungushe hivyo huku, hata ukiangalia mm, uweziona watoto, si hizi takataka tu naziona hapa, hizi ni takataka tu hmm. Usiende na huko takataka ni hizi zika hapa hivi, hakuna mambo ingine hmm. Nitakataka tu zimejaa hapa, hizi ndio tunasanya, tunasanya Nafanya kuuza ndio tupate kitu ya kukula mimi hmm, na familia yangu hmm. Siende huko uko hakuna kitu, hizi tutakataka. Kwanini unataka kunionyesha mahali pa kuenda unaniambia hakuna kitu? Ni nini unajaribu kuniambia wewe? Unataka kunifunza kitu ya kufanya? Kwa hivyo sasa unataka kunikontrol mahali nitaenda? Sien wacha mchezo wako mama, najua nacha nikwambie wewe, unaniona hivi mimi wacha nikuambia, ninaweza hata kukuweka pingu, hata kama nikugeuka sheria, naweza geuka sheria saa hii nikuweke pingu saa hii, na mimi hata ninaweza kukuchapa kwa sababu mahali umefika, mimi nataka siwache kutumia jina ya kusema mimi ni kama mtoto wako, mimi siwezi ukua, we, we, hakuna kitu. Mimi sijazaliwa na mama mwenye ako na tabia ako kama yako.